Hello, karibu kwenye chaneli yetu nzuri ya Usiteseke Tena. Nina jambo la kukutia moyo wewe mpambanaji. Haijalishi unaingiza kiasi gani kwa siku, lakini kule kuamua tu kupambana ni jambo la thamani sana kuwahi kulifanya. Usione kazi yako ni ndogo. Sikia nikwambie. Kila toni la jasho lako ni la thamani na linashiriki kikamilifu katika ujenzi wa maisha yako na taifa kwa ujumla. Kuna watu tunakutegemea, tunaishi kwa furaha kwa sababu ya uwepo wako tu. Usijidharau wala kujiona hauna maana. Kazi unayofanya si ndogo. Endelea kufanya kazi kwa bidii na kwa moyo wa matumaini. Hata matokeo yanachelewa, lakini kamwe hayapotei. Leo ni yako, kesho pia ni yako. Hakuna mwenye kesho yako zaidi yako wewe na Mungu wako. Usikate tamaa. Kuna watu wengi tunakutegemea, hata kama hatukwambii, ila siku ukikata tamaa, utatumiza wengi. Ujasiri na nguvu viwe juu yako, na soon ukale matunda ya juhudi zako. Naitwa Angela Kanini. Kupata maarifa zaidi, tucheki WhatsApp kwa simu namba 075530 mbili sita sita nane. Asante na karibu.